Wakazi wenye ghadhabu kutoka kijiji cha Nanderema, eneo bunge la Navakholo, kaunti ya Kakamega wamemshambulia na kumuua kabla ya kuteketeza mwili wa mshukiwa mmoja wa mauaji ya mtoto mwenye umri wa miaka mitano ambaye mwili wake ulipatikana ndani ya shimo la choo nyuma ya nyumba ya mshukiwa. Yadaiwa mshukiwa Yusuf Busolo mwenye umri wa miaka arobaini na mitano alimwita mtoto huyo kwa jina Emmaculate Nafula kwa kumdanganya akitumia miwa jana mchana, na kuanzia hapo hakuonekana tena. Juhudi za wazazi kumsaka zikipelekea kupata maiti yake ndani ya shimo la choo. Kulingana na Florence Nafuna ambaye ni mamake mwenda zake, alimwacha mtoto huyo akicheza na wenzake, na aliporejea akaelezwa kuwa mtoto huyo alikuwa anacheza kwa jirani yake ambaye ni mshukiwa. Aidha, juhudi za kumsaka zilipelekea kupata maiti ya mtoto huyo ndani ya choo huku wakazi wenye ghadhabu wakimsaka mshukiwa ambaye tayari alikuwa ametoroka, kumvamia, kumuua na hata kuchoma maiti yake. Akachukua mti na akachukua na baba ya mtoto, akaanza kukongakonga hivi kwa choo, akasema ah, hapa sikuna kitu kweli. Wakachukua waka chembe wakasongesha, huku makoko ilikuwa tu makoko, yani choo, lakini waliwekea makoko hivi, kashima kashima kakotua hapo kadogo tu hivi, wakaanza kutoa hivi. Na nikaona ndani mtoto wangu, ni, niliuliza mtoto, wakasema ye ako chini ndiye anacheza sasa nikatuma mtoto mwingine mkubwa, yenda leta ule mtoto, masa ndio imeisha ya kucheza. Wakasema hakuna, tukatembea paka huko chini paka huko juu, hatukuona mtoto. Sasa tukarudi hapa hivi, wakasema mtoto alikuwa, lakini hawajui mahali penye ndio, sasa mahali penye ndio ameenda. Kwa mujibu wa chifu eneo hilo John Wasike anasema kuwa tayari alikuwa amepokea ripoti ya kupotea kwa mwenda zake hapa awali na kuwaagiza maafisa wake wa nyumba kumi kuanza kumsaka kabla ya kuupata mwili ukiwa umetupwa ndani ya choo, yaani tu karibu mita hamsini kutoka kwa nyumba yao. Alienda hapo na akawa aka anafungia watoto miwa, walikuwa watoto karibu watatu, na sasa wale wakubwa vijana wawili aliwapea miwa na akawarelisi aka na huyu mtoto mtoko kwa maana ni kirani wanapenda kukaa hapo naye akiwa na, amepaki hapo anawapea miwa. Sasa wakati walinipa hiyo kisa nikawaambia hapana kama ilikuwa mambo ya miwa na ni kirani waende tu hapo kwa miwa waanze kutafuta. Ndio niliamrisha uh, vile jazz wakaanza kutafuta tukakuja hapa asubuhi mwendo wa saa mbili. Tulianza kusaji kwa miwa kwa nyumba, ikawa sasa mmoja akasema wacha tuangalie kwa hiyo choo ambayo ilitumika na imefunikwa sasa wakati waliangalia ndani wakaona kitu kama mtoto inaonekana hapo ndani walikuwa wamefunika na nyasi, tukaleta kijiti kirefu tukajaribu ku ku rusa hapo ndani, ndio tukaona mtoto ako hapo ndani. Kwa upande wake, kamanda wa polisi eneo hilo Mohamed Hassan amethibitisha kisa hicho akisema uchunguzi umo mikononi wa maafisa wa DCI huku miili ya wa wawili hao ikihifadhiwa katika hifadhi ya wafu ya hospitali Rufa ya rufaa ya Kakamega ikisubiri kufanyiwa upasuaji kubaini chanzo cha maiti ya wa wawili hao. Wili Khaemba Kurunzi, kutoka Navakholo, kaunti ya Kakamega.